92 au 0678813891. Habari za asubuhi mtazamaji, popote hapo ulipo, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye studio zetu za sauti kuu zilizopo Dar es Salaam, Tanzania. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya. Asubuhi ya leo katika kuangazia nakala tofauti za magazeti, nitakuangazia sehemu ya kwanza iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa, sehemu ya pili kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani, kama ilivyo ada kwenye magazetini leo. Kipindi hiki kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na dakika thelathini asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu kwa masaya huko basi tunaungana mubashara ama live kuangazia yale yaliyoandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti na yakathibitishwa na wahariri wa magazeti haya kuwa hayo yote yafaa kwa umma, ni yale yaliyojiri, yale yanayojiri na yale yanayotarajiwa kujiri, yakapata fursa ya kupata nafasi katika nakala za magazeti ya siku husika. Katika kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, mwenzangu upande wa mitambo ni Freedom Richard ni ambaye anahakikisha sauti hii nyororo inapenya vilivyo katika ngoma ya masikio yako na picha angavu unaitazama vile vile. Karibu kuanzia mwanzo hata tamati ya magazetini leo. Tutumie ujumbe wako kupitia comment section hapo, nasi tutaupitia baadaye. Unaitwa nani, unasema nini na unatokea wapi, mtazamaji. Kumbuka kuwa matangazo haya yanakujia mubashara kupitia Sauti kuu TV Online, hivyo unaweza kusubscribe sasa, pia kuwa mdau wetu na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa hizi kwa wakati. E, unatakiwa pia kutufuatilia kila itopo leo, kila itopo sasa. Na sasa tuangazie moja kwa moja magazetini leo Nikitupia macho gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema mtandao wa ukeketaji. Habari hii ikitajwa katika ukurasa wa saba pamoja na ukurasa wa tatu gazeti Mwananchi, ikitajwa kama ripoti maalumu. Mtandao wa ukeketaji, uchunguzi wa baini e, mnyororo wa wahusika, mamlaka za kiri kutojua uwepo wa biashara ya viungo vya siri baada ya ukeketaji. Je, hili lina ukweli kiasi gani? limetajwa kwa upana upi? Basi nakala ya gazeti Mwananchi asubuhi ya, ya leo ukurasa wake wa pili wa tatu wa saba unataja undani wa habari hii. Mapinduzi yalivyoleta mabadiliko ya kisekta ni habari pia asubuhi ya leo ambayo nimepatiwa nafasi hapa, sababu ununuzi kufanywa nje ya mfumo serikalini. Bila shaka mwandishi wa gazeti Mwananchi ameandika kwa undani e, sababu ununuzi kufanywa nje ya mfuko wa serikali <coughs> kumradhi. Haya, kiama uwezi wa vyama vya ushirika ni habari ambayo imetajwa asubuhi ya leo katika gazeti Mwananchi. Unaweza kupata nakala hiyo kupata habari kwa kina. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Habari ya kikuu inasema Rais Mwinyi awatunuku walioliheshimisha taifa ni yani, kupitia maadhimisho ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi. Rais Mwinyi awatunuku walioliheshimisha taifa, asamehe wafungwa. Vilevile habari vile ambayo imeelezwa hapa, Tanzania kinara wa GovTech duniani, ujenzi bandari ya mkoani kuchochea utalii Pemba, aliyemjeruhi kikatili mwanawe adakwa aliyemjeruhi kikatili mwanawe adakwa. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Na sasa tuangazie gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Gazeti hili linasemaje? Basi ukurasa wake wa mbele umekoleza wino habari isemayo Samia aanza hatua umeme MW elfu nane ni kutoka zaidi ya MW 400. Eh, megawatt megawatt maana yake zinazozalishwa sasa. Mradi wa umeme juu jua, uh, kumradhi, kishapu kuanza mwezi ujao. Mpango kuuza umeme Kenya na Uganda waendelea. Samia aanza hatua umeme megawati elfu nane. Zanzibar yaweka historia miaka sitini na mbili ya mapinduzi. Rais Dr Mwinyi aachia huru wanafunzi 17, habari ikitajwa katika ukurasa wa nne gazeti Tanzania Leo. E, sauti ya mtanzania. TRA yaja na e, mkakati udhibiti ukwepaji kodi. Mwenda anasema mfumo Idras kuanza rasmi Februari 9 mwaka 2026 e, silinda yakoshwa na miradi ya umwagiliaji Simiyu na Mara. Hayo na mengine mengi ni kwa mujibu wa gazeti Tanzania Leo Sauti ya Mtanzania. Unaweza kukamata nakala yako, kama sivyo, basi tembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi zinaandikwa kidijitali zaidi. Haya, mimi natupia macho gazeti Majira. E, gazeti huru la kila siku linanipa uhuru wa kuangazia habari yake inayosema: kiama wanaojihusisha na, ki na ukwepaji kodi. TRA ya onya mianya yote kudhibitiwa mbinu zitakazotumika zaanikwa. Yajipanga kuongeza wigo wa lipa kodi wapya, lakini vilevile vile yasisitiza kufanya kazi kwa uadilifu. Habari hii ndiyo ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili e, gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari nyingine, anasema mwanamke auawa na radi. DCI yaanika ilivyonasa tani tisa dawa za kulevya huku UN wakimbizi 53 wa Kongo eh, wamefia Burundi. Wakimbizi hamsini na watatu wa Kongo wamefia Burundi, UN. Taarifa kutoka UN hiyo, watu wengi wanavyokosa elimu ya afya ya kinywa pamoja na meno. Watu wengi wanavyokosa elimu ya afya ya kinywa pamoja na meno habari muhimu kweli kweli. Asubuhi kweli ya leo hii ni muhimu kuzingatia eh, elimu ya afya ya kinywa pamoja na meno. Mwanza yapaa na miradi ya umwagiliaji. Mkuu wa wilaya aagiza miradi itekelezwe kwa wakati. Rais Mwinyi awaachia huru wanafunzi 17 7 eh, chuo mafunzo habari hiyo eh, chuo cha mafunzo. Rais Mwinyi awaachia huru wanafunzi kumi na saba chuo cha mafunzo habari hii ikipatiwa nafasi katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Wamachinga sauti ya wanyonge limeandika TRA ya hapa kupambana na wakwepa kodi sawa. Miongoni mwa habari pia ambazo asubuhi ya leo zinashika hatamu katika nakala za magazeti tofauti yaliyoandika habari za hapa nyumbani Tanzania ni pamoja na hii ya TRA, ya apa kupambana na wakwepa kodi. Zanzibar kuadhimisha miaka sitini na mbili mapinduzi leo. Bandari ya Pemba kufungua zaidi milango ya utalii. Serikali kuchukua hatua e, ukatili dhidi ya mtoto e, Kinyerezi jijini Dar es Salaam. E, mtoto huyu kama ambavyo tumeshuhudia kwa wale waliopata fursa ya kuangalia huko katika mitandao ya kijamii e. Serikali kuchukua hatua sasa, ukatili dhidi ya mtoto Kinyerezi jijini Dar es Salaam. Tanapa yatumia zoezi la e, ushewaji e, urushewaji wa flashi kunadi vivutio vyake. Tanapa yatumia zoezi la urushewaji wa flash Eh, kumrazi, habari hii inasema Tanapa yatumia zoezi la urushewaji wa fash fash kunadi vivu, eh, vivutio vyake flash, fash fash. Na sio badala yake ni haya. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia habari nyingine katika nakala ya gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Gazeti hili limeandika Dkt Gwajima atangaza vita wanaukatili watoto, asema sheria haitakufumbia macho, haitafumbia macho eh, vitendo hivyo. Habari hii imeelezwa katika ukurasa wa tatu wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, Dkt Gwajima atangaza vita wanaukatili watoto skimu ya umwagiliaji Mahiga kubadili maisha Mwanza, ukurasa tatu unaeleza gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, habari yake kubwa inasema kinachoua wengi ICU hiki hapa. E, takriban asilimia 41.4 ya wagonjwa wanaolazwa ICU hupoteza maisha. E, watafiti waweka wazi sababu, wapendekeza vilevile vile suluhisho licha ya kuweka wazi sababu wapendekeza suluhisho. Nipashe linaandika kabisa ukurasa wake mbele, habari hii ikitajwa kama habari kuu katika nakala hii, kinachoua wengi ICU hiki hapa. Habari nyingine anasema simulizi ya familia iliyopoteza binti ajali ya ya Morogoro, namna Zanzibar, eh, Zanzibar inavyojikwamua ndani ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi aliyehukumiwa kifo kwa mauaji ashinda rufani. Ajali nyingine ya ua wanne, 16 wajeruhiwa. Wananchi wapinga mizani kuhamishwa, waona anguko, waona anguko lao kujipatia kipato. Habari hiyo utaipata katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, achilia mbali gazeti Nipashe, gazeti Uhuru ukweli daima Gazeti hili limeandika onyo la Rais Samia la waibua wahadhiri. Habari hii imetajwa kama habari kuu katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Upandikizaji mimba warejesha tabasamu wasomi wadokeza, wadokeza kumradhi chanzo wanafunzi kuandika matusi dosari za mwokoa dosari za mwokoa kunyongwa hadi kufa, habari ambayo imeelezwa katika gazeti Uhuru ukweli eh, daima. Mtazamaji, naondoka hapo nikiangazia gazeti Zanzibar Leo eh, gazeti Zanzibar Leo limeandika Dr. Mwinyi, matunda ya mapinduzi yanaonekana, ainisha sekta maeneo yaliyofanikiwa zaidi. Habari hii ikipatiwa kipaumbele asubuhi hii katika nakala ya gazeti leo Zanzibar leo latimiza miaka ishirini na nne la jivunia mafanikio. Nakala hii ninayokuangazia imetimiza eh miaka ishirini na nne yaani gazeti Zanzibar leo tangu kuanzishwa kwake mpaka hivi leo limetimiza miaka ishirini na nne la jivunia mafanikio. Dokta Mwinyi atia huru wanafunzi kumi na saba miradi ya kimkakati muhimili wa uchumi imara Zanzibar. Habari hii imetajwa lakini habari hii e, imeambatana na habari picha ikimwonyesha Rais Dokta Mwinyi mwenyewe pamoja na miradi mbalimbali iliyofanyika e, katika maeneo hayo ya Zanzibar. Huko Zanzibar leo e, kwa ukweli na uwazi, basi linaeleza hayo mambo kwa kina. Unaweza kujipatia nakala yako sasa, kupata habari kwa kina ama Unaweza kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi hupatikana kwa wingi tu, tunaenda kidijitali zaidi. Kwa hiyo utakapo hiyo utakapopata nakala hiyo kokote pale, hakikisha unapata habari kwa kina, ama unaondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, inakopa sintofahamu kwa maana nyingine, pengine umeisikia na haujaikamata vilivyo katika ufahamu wako. Nakala ya gazeti Uhuru inatamatisha sehemu ya kwanza tu ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi naitwa Dorcas Daniel. Matangazo haya ni ya moja kwa moja kupitia Sauti kuu TV online, pando mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Sasa tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa tutaangazia michezo na burudani. Kunani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

Naam, karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo. Kama tayari unayo nakala yako mkononi mwako twende sambamba, na kama unafuatilia kupitia mitandao ya kijamii vilevile ni sawa kabisa. Mimi naitwa Dorcas Daniel. Kama ndio kwanza unaungana nami, hujachelewa, karibu tuangazie habari za kimichezo na burudani, kama sehemu ya pili ya magazetini leo. Eee, kama ilivyo kawaida nianzie ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Uelekeo Spoti. Gazeti hili limeandika, Kaburu ataka baka pewe muda, Simba ashauri waangalie walipojikwaa. Habari hii imepatiwa nafasi na mwandishi ameiandika kwa kina, kwa hiyo unaweza kuendelea kuipata kwa undani zaidi. Haya, Mwakinywa azidi kupeta, viwango vya masumbwi, Yanga kumshusha Okelo Pemba hii leo, Yanga kumshusha Okelo Pemba hii leo. Habari hii imetajwa katika gazeti Uelekeo sporti, leo yetu ndio kesho yetu. Na ondoka hapo, nikihamishia makazi gazeti Tanzania Leo sporti, limeandika AZ dili la Okelo Yanga Sports Club. Uh, usajili wake waweka rekodi mpya Uganda. Habari hii imetajwa vile vile hapa. Simba waigeukia Esperance, habari vilevile ambayo imeelezwa katika nakala hii beki Liverpool nje msimu mzima kulikoni. Rais Dr Samia aagiza wachezaji kuboreshewa eh, maslahi habari ambayo <laughs> imetajwa katika gazeti Tanzania eh, Leo. Salah ana jambo ana jambo lake, Afcon 2025 eh, umma abaini tatizo safu ya ulinzi, ni habari ambayo imeelezwa vile vile katika gazeti Tanzania Leo Sporti, unaweza kupata eh, habari hizo kwa kina, utakapoangazia kwa kina. Tanzania yapiga hatua maandalizi ya Afcon 2027, habari ambayo imeelezwa hapo. Rais Samia ahidi kuimarisha maslahi ya wachezaji. Simba yaingia kambini kwa kishindo, ni habari ambayo asubuhi ya leo pia imeandikwa katika gazeti majira kwa uchache tu eh, katika upande wa habari za kimichezo na burudani wa matching sport limeandika Balotelli kutua El Atifa ya Saudi Arabia. Eh, Yanga Azam vita Ibenge na eh, vita ya Ibenge Pedro. Rais Samia awapongeza wana michezo. Habari nyingine anasema Azam ya mtambulisha Haaland wa Zanzibar <laughs> awasiwatajwa kutimkia polisi Kenya, habari hii ya kimichezo katika machinga sporti. Na ondoka hapo, nikiangazia gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Coasti, Afcon, wa kwanza michezoni, bingwa mtetezi Ivory Coast alivoaga afon. Unaambiwa wahenga hawaamini bingwa mtetezi Coast alivoaga Afcon. Haya, nyota wa Ghana semenyo asajiliwa Manchester City habari ambayo imetajwa katika ukurasa nle, wa kumi wa gazeti Taifa. Tanzania uzalendo kwanza, kiasi cha pesa walichotumia United kwa Morim ni habari ambayo imeelezwa katika nakala hii. Na ondoka hapo, mtazamaji, nikiangazia gazeti Nipashe mwanga wa jamii, ukurasa wake wa mwisho kabisa umeandika Dube hatua Zanzibar kuipa nguvu Yanga. E, ni katika fainali ya kombe la mapinduzi kesho ikiiva Azam Football Club Club uh, Simba Sports kambini kuiwinda Esperance, habari ambayo imeelezwa vilevile hapo. Atili mbali gazeti Nipashe, gazeti Uhuru limeandika Azam Football Club yaipania Yanga mapinduzi. E, chamudata amani ni timu ya taifa letu, ripoti maalumu hiyo, semunyu na ndoto ya kuandaa pambano kiduku Mwakinyo Dias, uh, Osimen ni moto habari ambayo imeelezwa katika gazeti Uhuru Ukweli, e, daima saa kumi dakika 30 jioni, muda ambao Yanga na Azam Football Club itachuana. E, DRFA yageukia Afcon 2027 ni habari e, ambayo imetajwa imetajwa, Stars na matumaini makubwa Afcon 2027. Habari hizi zote za kimichezo tazipata katika nakala hizi ambazo zimethubutu kuandika. E, habari hizo kwa kina sasa. Zanzibar leo michezoni limeandika Dr. Mwinyi ahidi ujenzi wa viwanja zaidi vya michezo Yanga Azam nani bingwa NMB Mapinduzi Cup 2026. Eh, Yanga Azam nani bingwa NMB Mapinduzi Cup 2026. Mtazamaji, karata yako unaitupa wapi? Tuambie kupitia e, live chat ama comment section. Nani bingwa Yanga Azam NMB Mapinduzi Cup 2026? Miamba minne kucheza nusu fainali ya Afcon. Habari ambayo imetajwa katika gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. E, gazeti za spoti limeandika nani kubeba NMB Mapinduzi Cup? Swali ni lile lile muhimu, tupie karata yako tuweze kufahamu. Haya baka kuanza upya. Simba Saka akubali mkataba mpya Arsenal, vile vile Enrik kutua Old Trafford, habari ambayo imetajwa katika gazeti za Sport. Enrik kutua Old Trafford, Saka akubali mkataba mpya Arsenal, ukurasa wa 20, kumradhi ukurasa wa 19 wa nakala hiyo unataja undani wa habari hiyo. Na sasa tuangazie gazeti la kimichezo na burudani, gazeti Mwanaspoti. Bila shaka gazeti hili eh, litatamatisha magazetini leo kwa ujumla. Baka anasema nileteeni mashine hizi muone. mashine gani hizo? Basi bila shaka zimeorodheshwa katika undani wa habari hii. Yanga yafunga hesabu kibabe, Okelo awahi fainali, Zenji waliosepa kikosini hawa hapa. Haya bwana Wema Luludiva wafikia pabaya nekali za mapinduzi, pia ni habari ambayo asubuhi ya leo utaipata katika nakala hii ya gazeti la kimichezo na burudani pekee gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani kadhalika, inatamatisha magazetini leo kwa ujumla kwa siku ya leo. Mtazamaji, jipatie nakala, tembelea kurasa za mitandao ya kijamii, uondoe utata wa habari inayokutatanisha kwa maana nyingine, haujaikamata vilivyo katika ufahamu wako. Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D Simbaya, ninakamilisha matangazo haya kutoka hapa Dar es Salaam, Tanzania. Upande wa mitambo ya mwenzangu ni Freedom Richard, ifikapo saa mbili kamili asubuhi. Si usikose kuungana nasi tena eh, katika kipindi cha Sauti Kuu Sports. Nakumbuka magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu ya asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki Afrika ya Kati, ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu. Hivyo tukutane tena kesho ifikapo saa moja eh, dakika 30 kwenye magazetini leo, ukiachilia mbali vipindi vingine ambavyo vitaendelea hapa na pale. Kwa heri.